Oktoba 3 anakumbukwa mtakatifu Teodora Guerin ni mwanamke wa Kifaransa aliyeanzisha shirika la masista wa mtakatifu Yosefu mwaka 1833. Alikuwa na maono ya mbinguni na aliamua kujitolea maisha yake kwa Mungu. Alikuwa na uhusiano wa karibu na Bikira Maria na aliweza kuona na kuzungumza na malaika. Alifanya kazi kama mhubiri katika maeneo mbalimbali ya Ulaya na Amerika ya Kusini. Aliweza kuzungumza na watu wa kutoka maeneo tofauti na kuwafanya wabadili maisha yao. Akiwa mkuu wa kwanza wa shirika hilo alilolianzisha, kwa lengo la kutoa misaada. Alifanya kazi kubwa katika kueneza kazi za shirika hilo katika maeneo mbalimbali ya dunia. Alipatwa na ugonjwa wa kifua kikuu, lakini aliomba sana kwa ajili ya wengine. Baada ya kifo chake, mwili wake ulibaki usioharibika na ukawa kitu cha ibada. Kuna mengi ya kujua juu ya watakatifu, tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.